Na nataka niongee kitu kimoja ambacho watu wengi tunafeli, unapokuwa unaingia kwenye mahusiano, especially mtu hamjuani kabisa na hujawahi kufahamu familia yake, ukoo wake, tamaduni zake na desturi zake. Unapata wapi ujasiri wa kwanza kumwambia unataka awe wake, yaani uwe wake au awe awe wako ane unapata wapi ujasiri, kitendo cha kuanza kuingia kwenye mausiano na mtu ambaye haumjui kabisa? pata ta kwani shingapi kufika kwao Safiri, nenda kwao, fahamu kwao, mpime yani weka vipimo, endelea kumpima mtu. Samtaim sisi kama vijana tunapitia magumu. Wazee zamani walikuwa wanajua na wanaelekeza kwamba, bwana, wanataka kuoa nenda ukawekwa fulani H, anajua. Mzee anajua hii familia ina desturi gani na anajua kabisa kama kutakuwa na kitu gani atasolve namna gani na hizo ndoa nakuta zinadumu, ila sisi, tamaa, tunakuwa na tamaa. My friends tamaa haziwezi zikakusaidia we kupata mahusiano. Unaambiwa sala sana Mungu, otherwise utasafa.